Majina naitwa Rogatus Hussein Matilila ni naibu katibu mkuu nayeshughulikia miundombinu ofisi ya waziri mkuu Tamisemi, Dodoma. E, leo tulikuja kutembelea e, moja ya miradi inayotekelezwa ya taktiki katika miji na majiji jumla 45 nchini Tanzania. Mojawapo ni hapa Kahama, ambapo kuna mradi huu wa taktiki unaoendelea chini ya mkandarasi kutoka China anayeitwa Sichuan Road and Bridge Group na tumekuja kutembelea kwa sababu mkandarasi huyu alitakiwa awe ameshakamilisha mradi huu siku 230 zilizopita, huko ameongezewa siku 230 ili aweze kukamilisha mradi huu, ambapo tuliwahi kuja mwaka jana pia na kamati ya TAMISEMI na viongozi mbalimbali wameshatembelea. E, maendeleo ya kazi kwa mkandarasi huyu yalikuwa sio ya, ya kuridhisha. Ameongezewa muda mara nyingi ili aweze kukamilisha mradi huu lakini mpaka sasa hajakamilisha, na sisi tulikuja hapa kwa sababu yeye mwenyewe pia kwa upande wa wizara alikuwa amelalamika kwamba ame ameshafika mwisho, lakini anataka ongezewe muda, aliomba aongezewe muda tena ili aendelee mbele. Sasa ndio tulikuja hapa tuone kwamba anaweza akaongezewa muda tena au haiwezekani kwa sababu muda aliyoongezewa ni mwisho kesho tarehe kumi na tano ambapo amesha katwa zile fidia zinaitwa liquidated damages mpaka asilimia mia moja. Kwa hiyo baada ya hapo, huwa kuna process zingine zinafatia kwamba labda sasa ni kuvunja mkataba. Kwa hiyo sisi tumekuja, kwa sababu kesho ndio siku ya mwisho, ili tuone hata kinachoendelea na sisi, kutokana na ile alivyokuwa amesema kwamba anaomba aongezewe tena muda, sasa tumeangalia na sisi tumeona kweli kazi bado iko nyuma na kwa sababu bado iko nyuma. Kesho ndio siku ya mwisho ya liquidated damages, baada hapo huwa kunafata process za, ku, za kuterminate. na kwa sababu kuna employer mwajili wa hapa ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Kahama na pamoja na wataalamu wa kutoka Tamisemi timu yetu ya, ya inayoshughulikia miradi nayo ambayo tunashirikiana na wenzetu wa Benki ya Dunia basi wao baada ya kuona hii situation ilivyo, wataangalia kimikataba kama huyu mtu anastahili kuongezewa muda aendelee amalizie au hawezi e. Kwa hiyo sisi tumekuja kuangalia, lakini mengine ya kitaalamu yataendelea ili tuhakikishe kwamba mradi huu sasa uweze kuweza kuhudumia kusaidia wananchi kwa, ama kuachana na huyu na kuja na mwingine au kama kuna namna nyingine, lakini sasa hizo zinaenda kitaalamu. Lakini mkandarasi huyu, tangu muda aliyoongezewa ni mwisho kesho tarehe 15, kwa hiyo tumeangalia kazi aliyofanya mpaka sasa ni asilimia sitini, around sitini na mbili yani, s lakini kwa kiasi kikubwa zile kazi muhimu hizi asilimia ni kazi ambazo kwa kweli mwananchi wa kawaida hawezi kuziona kwa sababu lami ameweka kilomita moja tu Eh, amejengajenga mifereji lakini kwa hizo asilimia tunazosema, kwa sababu naangalia fedha, naangalia madongo dongo aliyofanya, lakini kazi ambayo kama unavyoona wananchi wanateseka hapa, kupita mavumbi yote haya amechimbua, amechimbuachimbua yeye hazionekani yuko kwenye hata ameweka, ameweka asilimia sita mbili na kazi ya lami ameweka kilomita moja na hata malipo aliyolipwa ambayo ameshindwa kuyaraise kwa sababu anakuwa hakuna alichokifanya, amelipwa asilimia ishirini tu ya, ya malipo ambayo alikuwa ambayo ya mkataba asilimia 20 ya mkataba. Barabara bara zote takazo zimeisha baada zile baadaa zimeisha tarehe 3 30 Septemba zote. Zote hapa mjini tuna kilomita kumi na mbili pointi moja jumla kumi na mbili pointi moja uh, so far na kilomita moja na point ambazo ameshaweka lami point kati ya kilomita 12 mbili, na ameshajenga mifereji hadi kama mita 400 ya upande mmoja katika hizo sehemu ambazo tayari mshaweka lami hapa, unaweza kuona CBD angalau amefanya lami hizo kilomita moja point something na mifereji ya mita 400 uh, ya upande mmoja. Na kwa hizi barabara zote za mjini tuna mifereji pande zote mbili, kwa sababu kama kuna maji mengi sana. Kwa hiyo tumeshafanya tathmini na kimsingi tuliangalia utekelezaji wa kazi ambayo ilipewa kwa kuanzia mwaka 2023 mpaka mwaka huu 2026 Ripoti tumeipokea na tumeona kazi ambazo zifanyika na ambazo hazijafanyika. Kuna uchereweshwaji mkubwa wa kazi hizi, na kimsingi kama mwajili tunakwenda kuchukua hatua stahiki. Kitu gani ambacho tunaweza kufanya? Kwa hiyo kuanzia leo, ndani ya siku mbili tulikuwa tumeshafanya maamuzi ya kina. Leo tunaenda kufanyia pia ripoti yake kesho kutwa tunatoa maamuzi rasmi ya serikali, nini ambacho sasa tunakwenda kufanya juu ya utekelezaji wa mradi kuhusiana na kampuni ambayo ilipewa kazi kuanzia mwaka 2023 ambacho kimsingi kazi ilitakiwa ishi tarehe 19 mwezi wa pili.